Ninja. Mambo no, vipi bro? Poa. Bro, Poa. Kera kwanza kwa kushiriki Jenga Furaha Foundation. Asante ah sana. Naomba kidogo tuambie Jenga Furaha Foundation imekuwaaje na imekuaje mpaka wewe umeshiriki? Ah, kwanza jambo la mwanzo naweza kusema ni imekuwa kama surprise kwa sababu hii ndio kwanza mwaka wa mwanzo, na mashabiki wameitika vizuri, kwa hiyo naweza nikasema ili jambo nzuri, na liweze kuwa na mwendelezo ili waweze ku support vijana wao kwa sababu wanafanya kitu kwa ajili ya jamii. Kwa hiyo kila mtu atakapotoa mchango wake, au kama hivyo, washabiki wanapojitokeza, naamini tutafanikisha kila jambo ambalo nataka kusaidiana panapo majaliwa wa Mwenyezi Mungu wa kujalia mwakani pia utakuwepo katika Jenga Furaha Foundation? Eh, tuombe uzima tu, tuombe uzima. Kama nikakuwa nipo na nimepata nafasi, basi nitajitahidi kufika. Na kwa jinsi ulivyoona umtikio watu wa Mtwara na Tanzania kwa ujumla ujum, shukrani kwao, au una neno gani kwao? Kiukweli tunawashukuru sana, kwa sababu unajua hivyo walichoonyesha, ni kitu kikubwa sana, kwa sababu ili jambo hata sisi wenyewe wachezaji ni tumeona kama surprise, sababu tukutegemea kama watu watajitokeza vile tunashukuru sana na wazidi kujitoa, kama vile kila mtu anapotoa mchango wake, tunakuwa tunafanikisha kwa jumla. Je, na wewe ulikuwa ushafikiria kuja na foundation yako ya kuweza kusaidia jamii au kurudisha matunda kwa jamii kama hii ya uh...? Uh, kama nita, nitapata nafasi ya kufanya hivyo nitafanya, japo japokuwa narudisha jamii, japo kwa sio kwa njia hii. Kwa hiyo kama nitapata huo muda kuweza kufanya hivyo basi nitafanya, kwa sababu na ndio maana naniona na support kila kila mtu ambaye anaanzisha akinialika na, na, naenda kwa sababu nahisi ni mchango wangu naotoa. Asante sana